Msikilizaji na mfatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo siku ya Alhamisi, juma la ishirini na saba kipindi cha kawaida mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya tatu aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na nane na sura ya nne aya ya kwanza hadi ya pili. Na somo la injili inatoka katika injili ya Luka sura ya kumi na moja aya ya tano hadi ya kumi na tatu. Injili ya Luka sura ya kumi na moja aya ya tano hadi ya kumi na tatu. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwambia wafuasi wake, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini.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 Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni atazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu au wa mumbao. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni siku nyingine Mwenyezi Mungu ametupatia tuweze kumtafakari katika neno lake. Leo kipekee Yesu anatufundisha juu ya siri ya sala yenye uvumilivu sala isiyokata tamaa. Wakati mwingine tunapongea na Mungu tunataka pengine majibu ya haraka, tunataka kila kitu kitokee mara moja. Kumbe ndugu zangu wapendwa, asilio Mungu anakuja kwa wakati wake. Ustahimilivu wa kuendelea kudumu katika sala ni jambo linalosisitizwa katika Injili ya leo lakini Yesu anatumia mfano wa rafiki anayekwenda usiku wa manane kuomba mkate ili kutufundisha kuwa Mungu hachelewi bali anatengeneza wakati nzuri wa kutupatia kilicho bora. Ujumbe msingi wa somo hili au injili ya leo ni kwamba Mungu husikiliza maombi yetu, lakini anataka tuwe wavumilivu wenye imani na tusikate tamaa katika kusali au katika sala. Ndugu zangu wapendwa, katika Kristo ni kutaka kusema udumifu katika kuomba au katika kusali. Hivyo hatupaswi kukata tamaa linapokuja swala zima la busali au kumwomba Mwenyezi Mungu. Yesu mwenyewe anasema wazi katika injili ya leo, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hapa anatuonyesha hatua tatu, mambo matatu ya msingi ambayo ni kuomba, kutafuta na kubisha. Yote haya yana ya mtiririko unaoendana, yanaenda sambamba. Tukiyatenganisha, basi sala itakuwa haijafanyika katika ukamilifu wake. Ni hatua zinazoonyesha safari ya mtu katika imani yule mwamini anayeomba katika imani kutoka katika hitaji kupitia juhudi hadi katika uvumilivu. Kuomba kama hatua ya kwanza, kwanza kujua tunamuomba nani. Kuomba ni tendo la imani, ni kukiri kwamba hatuwezi bila Mwenyezi Mungu. Kama mtoto mdogo anavyomwendea baba yake akijua hata mnyima, ndivyo nasi tunapaswa kumwendea Mwenyezi Mungu. Kuomba ni hatua ya kwanza ambayo inatufanya sisi kukiri uweza wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na katika kuomba lazima kuweka mapenzi ya Mwenyezi Mungu mbele kwani lazima mapenzi yake yatimizwe. Wapendwa katika Kristo, ni muhimu kutambua kuwa hatusali au hatuombi ili kubadilisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu bali tunaomba ili kwamba mapenzi yake yatimie katika maisha yetu. Kumbe ndugu zangu wapendwa, kuomba ni kuonyesha imani kuwa Mungu wetu ni Baba wa huruma na kamwe asahau watoto wake, na Mungu anakuja kwa wakati. Hatua ya pili kutafuta ambayo inahusisha juhudi zetu baada ya kuomba, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba tutafute. Mungu anatutaka tufanye kitu, ndipo atajibu sala zetu. Mungu anabariki kazi ya mikono yetu, na sio tuombe bila kuweka jitihada zetu. Neema ya Mungu ipo, lakini inahitaji sisi tushirikiane nayo. Kumbe tuwe tayari kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu. Hapa tunajifunza kuwa sala sio maneno tu ya mdomoni, bali pia ni kuchukua hatua. Mtu anayemumba Mungu amjalie apate kazi, anatakiwa pia atafute nafasi, andike nafasi, andike maombi ya kazi. Vilevile, kwa mtu anayemumba Mwenyezi Mungu afya njema, anatakiwa pia kujitunza, kufuata ushauri wa kitabibu. Mfano rahisi tu, mwanafunzi yule anayesemaye Mwenyezi Mungu nisaidie niweze kufaulu mitihani yangu, lakini asomi atakuwa bado hajamwelewa Mwenyezi Mungu. Mungu anatenda kazi kupitia juhudi zetu, hivyo tunapoomba tuwe tayari kufanya sehemu yetu. Kuna sehemu ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kuna sehemu yetu. Kumbe nasi tunawajibika katika kusali kwetu. Hatua ya tatu ni kubisha. Hapa tunaiona dhana ya uvumilivu usiokata tamaa. Yesu anasema bisheni nanye mtafunguliwa. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, udumifu katika sala, lakini huku tukifanya kazi, Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Hii ni picha ya mtu anayebisha mlango wa Mungu bila kuacha hadi pale anapofunguliwa. Mara nyingine, tunaomba leo, kesho, tunakata tamaa kwa sababu hatuoni majibu, lakini Yesu anasema endeleeni kubisha, na sisi lazima tujiambie kwamba tutaendelea kubisha mpaka kieleweke. Wengi wamekata tamaa jana jioni, bila kujua kuwa leo asubuhi ndio ilikuwa siku ya mafanikio, ndio ilikuwa siku ya majibu ya sala zao. Kuna kijana mmoja aliyekuwa anatafuta kazi kwa miaka mitatu. Aliendelea kuomba na kujaribu kila nafasi bila kukata tamaa. Mwaka wa nne alipata kazi kubwa kuliko alivyowahi kufikiria. Alisema, kama ningekata tamaa mwaka wa pili nisingeiona neema hii. Ndugu zangu wapendwa, ni kutaka kusema kwamba Mungu achelewi bali anajua wakati bora wa kufungua malango katika maisha yako. Injili ya leo pia inatukumbusha kwamba Mungu ni Baba yetu mwema. Yesu anafafanua kwa upendo mkubwa: Je, ni baba gani ambaye mwanawe akimomba samaki atampa nyoka, au akimomba yai atampa nge? Hii ni lugha rahisi inayoonyesha hali ya huruma ya Mungu kama sisi binadamu wenye mapungufu tunaweza kuwapa watoto wetu kilicho kizuri basi, Mungu baba yetu atatupa zaidi, hasa zawadi ya Roho Mtakatifu. Mungu ni baba yetu mwema atatupa yaliyo mema hasa katika maisha yetu, kwani yeye siku zote anatuwazia mema. Kama mzazi anavyofurahia kumpata mtoto kumpatia mtoto wake zawadi ndivyo Mungu anavyofurahia kutujibu tunapomwomba kwa moyo wa uaminifu na moyo wa imani. Wakati mwingine hatupi kile tulichomuomba bali anatoa kilicho bora zaidi kwa ukovu wetu. Lakini pia tunakumbushwa pia kwamba sala ni ushirika na Mungu, ni kujenga ushirika na Mwenyezi Mungu. Yesu anatufundisha kwamba sala si tu kuomba vitu bali ni kuwa karibu na Mungu. Tunapoongea naye kila siku, tunamruhusu aingie katika maisha yetu, katika nyoyo zetu, na tunaishi naye, tunakuwa na muunganiko naye. Kama rafiki anayekuja nyumbani mara kwa mara, ndivyo tunavyomfanya Mungu awe sehemu ya maisha yetu ya kila siku, nyumbani kwetu, kazini kwetu, shuleni kwetu, na hasa katika magumu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, wewe anatualika tusikate tamaa katika sala, kama yule rafiki anayebisha usiku wa manane, nasi tusiache kubisha mlango wa guruma ya Mungu. Tukumbuke kuwa wakati mwingine Mungu asemi ndiyo mara moja, lakini anasema ngoja kwanza, au si kwa njia hiyo. Hata hivyo, Mungu usikiliza akir kila kilio cha moyo wa mtu anayeamini leo, tujiulize: je, nimekuwa nikimwomba Mungu kwa imani au kwa mazoea? Swali lingine, je, ninakuwa mvumilivu ninapoomba au ninakata tamaa haraka? Na jambo lingine ni kwamba, je, ninaonyesha matendo yanayolingana na maombi yangu? Ndugu zangu wapendwa tukiomba kwa moyo wa imani, Mungu Baba atatupa nyoka wala jiwe, bali atatujaza zawadi ya Roho Mtakatifu. Tumombe Mungu atupe moyo wa uvumilivu katika sala, moyo wa kuamini hata tusipoona matokeo mara moja, na moyo wa kumshukuru kila mara. Nina kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Arnold Mujiwauzi wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!